Huu ni ujumbe wa dada wa taifa Mange Kimambi ambao ameuandika na usoma kama ulivyo. Nimeona msemaji wa serikali haramu akisema kuwa maridhiano sio lazima na hakuna anayelazimishwa. If that is the case, mbona wananchi washasema mara kibao hawataki maridhiano na wauaji wa ndugu zao? Sasa kwa nini wanaendelea kutuma machao wao kupromoti maridhiano. Tumeshasema maridhiano hakuna, tunachotaka ni haki. Basi wao watoe haki kwanza, maridhiano ni baada ya haki kutolewa. Watanzania elfu kumi na zaidi waliuawa tarehe 29 Oktoba mpaka Desemba, Novemba tano kwa sababu ya kudai haki Awakuwa wakidai maridhiano, tupeni haki kwanza. Watanzania, inabidi mwelewe kitu kimoja sasa. Sasa hivi CCM wanajaribu kutumia utoaji wa haki kama ransom ya kupata maridhiano. Hawataki kutoa katiba mpya ya Warioba, hawataki kutoa haki yoyote kwa wananchi bila maridhiano. Mistake kubwa watakayofanya upinzani na Watanzania ni kukubali maridhiano wakizani kuwa yatawapatia katiba mpya na haki. Wapinzani na Watanzania wakiingia mtego huu, watakachopata ni kitu kimoja tu, kuiararisha serikali ya CCM duniani, na hakuna katiba mpya ya walioba watakayoipata. Maridhiano yoyote na serikali ya CCM lazima yaanze baada ya katiba mpya ya walioba makubaliano ya uchaguzi wa mwaka 2025 kurudiwa. Bila hivyo vitu vile kufanyika kwanza, Watanzania na wapinzani hawatakiwi kukubali maridhiano yoyote yale na serikali. Alamu la sivyo mtafanywa u kitu, eh, kituko cha dunia. Mtaingia kwenye maridhiano mtasafisha duniani kwa maridhiano hayo, wataanza kupata mikopo tena na misaada, na baada ya hapo watawapa katiba mpya wanayoitaka wao, sio ya walioba. Na ndiyo maana nimeona siku mia moja zimepita walizodai watatoa katiba mpya. Wanataka maridhiano kwanza, then ndio wafanye uhuni kwenye katiba. Narudia, Kudiri, na CCM ni lazima katiba mpya ije kwanza, makubaliano ya uchaguzi kurudiwa ifanyike kabla ya maliziano yeyote. Atakayejaribu kufanya hivyo eh, op opposite eh, fanya haya kwa opposite oda ni muuni. Nam ni eh, dada wa taifa Mange Kimambi ametuma ah, ujumbe huu akifafanua mambo kadha wa kadha ambayo yanatakiwa kufanyika kabla ya maridhiano, ambapo yeye amependekeza e, maridhiano yafanyike baada ya kupatikana kwa katiba mpya na uchaguzi kurudiwa wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. E, naam, kama umeipenda stori hii e, tafadhali bonyeza subscribe -u. Share na komenti hapa Junii TV online.